ufahamu kuna njia mpya ya kupata SMS si za mpenzi wako au za mtu yoyote bila yeye kujua mpenzi wako ama kwa mtu yoyote wa karibu pasi na yeye kujua kwa kufuatilia mambo ya msingi aidha una mwanao au girlfriend yako yani msichana wako hivyo unataka kupata SMS si zake njia ni kama bado hujafanya chochote kama hujasubscribe basi na kuomba tu nikukumbushe basi bonyeza alama nyeusi leo ni kwa subscribe ili ukae kwanza kupata video yote mbao upload katika One. kombe tu usa ku u na Kwenda kuseti ni namna gani utaweza kuseti paka, jeans, paka, paka kufikia hatua uweze nini kupata taarifa kutoka simu moja kwenda simu nyingine fata maelekezo hayo yanayofatia ili uweze kuseti kwenye yako, simu yonu, so, yako na simu hiyo sms baada ya kushika yako baada ya kushika simu yako tunachotakiwa kufanya kitu cha kwanza utatafuta faili lioandikwa fon yaani faili la simu la kupiga simu kama hapa tabonyeza baada ya kubonyeza mikwangu meletea loavile loki itatoa takuja hapa utatakiwa kuandika nyota ishina moja nyota taandika namba ya mfano hapo sifuri sita kumi na nne leli. tisa nne tatu sita saba utabonyeza reli shabonyeza leli tabonyeza apocha itaundika hpo olfadi ngoja kuna kuna kitu kija sawa ngoja tufanye tena nota ishirna moja ziro kumi na nne ziro sita kumi na nne ziro tisa nne tatu sita saba taboniza reli itakuja kama hivyo navoonekana kwa hiyo hapa sms yoyote itakayoingia kwenye hii line yangu hii na huku pia zitafika kama kawaida zitafika kama kawaida k hakikisha kama hapa kuna kimeandika For, call kisdiaapekee utazoweza kuzitumia kufanya setup kwenye simu yako hakikisha tu unafata maelekezo hatua kwa hatua ili uweze kuseti kwenye simu yako kombe tu kama huku subscribe, huku subscribe pia kama hujacomment naomba comment, comment chochote ili kuweza kutengeneza product nzuri iliyo bora kuwaletea kwenu nyinyi lakini pia nisisahau ni, ni, ni, kukukumbusha tu usahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili kewa kwanza kupata kila update mpya ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu